Watazamaji wa media ya Kemet TV, hivi mnafahamu ya kuwa binadamu wa kawaida bila kujali jinsia, umri, kuna kiwango cha maji anatakiwa anywe kwa siku? Baada ya kuona hicho kiwango, basi tutaenda kuona faida za maji mwilini. Mtoto wa umri wa miezi sita mpaka miaka mitano kawaida anatakiwa anywe maji lita sifuri pointi saba au vikombe vitatu kwa siku. Mtoto wa miaka sita hadi nane anatakiwa anywe maji lita moja pointi mbili sawasawa na vikombe vitano kwa siku. Mtoto wa miaka tisa mpaka kumi na tatu anatakiwa anywe maji lita moja poenti nne au ambavyo sawa na vikombe saba mpaka nane kwa siku. Sasa hapa, si tutasema watoto, sio watu wazima. Umri wa miaka kumi na nne mpaka kumi na nane anatakiwa anywe maji lita mbili poenti moja ambavyo sawasawa na vikombe tisa mpaka kumi kwa siku. Pia wanaume wenye umri wa kuanzia miaka kumi na tisa na kuendelea anatakiwa anywe maji zaidi ya lita tatu pointi saba ambavyo sawasawa na vikombe kumi na tano pointi tano na kuendelea kwa siku. Wanawake wenye umri wa kuanzia miaka kumi na tisa na kuendelea wanatakiwa wanywe maji angalau lita mbili pointi saba mpaka tatu, ambavyo tunaweza tukasema sawasawa na vikombe kumi na moja pointi tano mpaka kumi na nne kwa siku. Pia tutaona wanawake wajawazito nao wanatakiwa watumie vikombe kumi na kuendelea, kwa makadirio sawasawa na uh, lita mbili pointi mbili na kuendelea. Pia wanawake wanaonyonyesha, hapa wanatakiwa wapate angalau vikombe kumi na tatu. Uh, kwa makadirio ni kama vile lita tatu hivi au mbili pointi tisa mbili pointi tisa mpaka lita tatu kwa siku baada sasa ya kuona sijajua uh, wewe tazamaji kama una uwezo wa kufikisha hicho kiwango kutokana na umri wako hebu tuone kwa ufupi faida ya maji kwenye miili yetu. Cha kwanza kabisa, uh, inasaidia uh, kurutubisha au kulainisha uh, maungio yetu, lubricant ya joints, kwa mfano kwenye magoti, viwiko na kadhalika. Pia inasaidia kwenye utengenezwaji wa mate mate, na pia inasaidia kufikisha oksijeni hewa ya oksijeni kwenye mwili wetu, sehemu mbalimbali za mwili. Pia inasaidia kuupa ngozi nuru, ndio maana uh, kuna baadhi ya watu huwa wanapenda kusema kunywa maji mengi, ili ngozi yako iweze kupata nuru. Kwa hiyo inasaidia hiyo. Uh, kuupa afya ngozi pia, muda mwingine inasaidia kwenye uh, ubongo wetu au uti wa mgongo wetu, kuna sehemu maji huwa yanahitajika, kwa hiyo inasaidia kwenye uh, hayo maeneo ya ubongo pamoja na uti wa mgongo. Pia inasaidia kufanya regulation ya body temperature kwa maana kutengeneza uwiano wa joto la mwili. Pia uh, inasaidia kwenye kuflush, uh, body waste, yaani zile uh, taka vimiminika vya mwili hapa, uh, sana sana kupitia mkojo. Pia inasaidia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo hapa inaweza ka ikakusaidia kama uh, uweze kupata choo laini, na pia inasaidia katika ishu ya kutengeneza uwiano kati ya mfumo wa damu na mfumo wa maji mwilini. Hapa ndo tunaenda kuona kwamba kwenye kutengeneza msawazo, kama pressure ilikuwa juu basi kuiweka iwe kawaida na kama presha ilikuwa chini basi kuipandisha ili iweze kuwa kawaida. Natumaini mtakuwa mmenielewa vizuri na vya kutosha. Mlikuwa na mtaalamu wenu Dokta Ken Ken Edwin. Asanteni sana.